Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Nisisitize kuwa katika mpango huu wa miaka mitano, kuanzia mwaka wa fedha 2024/2025 hadi 2029 magonjwa ya mifugo yanayolengwa ni yale yenye athari kubwa kimkakati, ambayo ni homa ya mapafu ya ng'ombe, sotoka ya mbuzi na kondoo na mdondo kwa kuku. Sasa ili kutokomeza magonjwa haya, gharama za kuchanja mifugo zitachangiwa baina ya serikali na wafugaji wenyewe. Tutakwenda nusu kwa nusu ili kumpunguzia gharama mfugaji. Lakini kwa upande wa pili gharama za kuchanja kuku zote zitabebwa na serikali. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tumeanza kutoa ruzuku kwa wafugaji.